Zikeza. Kutoka kaunti namba 16 tuelekee kaunti namba 1 ambapo familia ya Jane Achieng mwanamke aliuawa na baadaye mwili wake kukatwa katwa vipande na kutiwa ndani ya gunia huko Likoni Mombasa umesafirishwa hadi Homa Bay kwa mazishi. Wakizungumza katika makafani ya hospitali kuu ya Makadara, jamaa za familia hiyo walidokeza kuwa wame amua kufanya hivyo baada ya juhudi zao za kutafuta sehemu nyingine za mwili wake kuambulia patupu. Tujajua ni nani ambaye alifanya hiyo kitu, ndio bado inanisikitika kabisa kwa nini hatujajua, ende ikawa bado wanafanya uchunguzi. Hatuwezi kumlaumu ende ikawa ndio fomula yao ya kufanya kazi. Hatukupata hizo vipande zenye zilikatwa mapaja na miguu, hatukuzipata but sasa, according to venye hiyo bili ilikuwa ina, inaongezeka juu, mwili ilipatikana tarehe nane mpaka saini two months, na sasa tuliamua tu tupeleke hivo nusu, juu kichwa ndo mtu nani chenia anaenda kusikwa mwili nusu, na serikali tuko nayo. Sina mengi, ni uchungu sana. Mama anatoka Mombasa na mwili nusu, na serikali iko, anaenda kusika mtoto wake. Ni aibu sana kama kama serikali iko. Tunastika sana watu wanalia sana. Kama serikali mali iko tunalia.